Kwa jina anaitwa Gaston Mrema sales manager kutoka Bumaco Insurance kwa mkoa wa Kilimanjaro. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuwalipa ndugu zetu ambao watoto wao walipata uh, majanga ya ajali wakiwa wanatoka Sunday school. Uh, waligongwa na hais baada ya kugongwa na haisi, uh, wakawa sasa wali, walifuata prosesi ambazo zinazotakiwa kwa ajili ya bima kuweza kuwalipa. Na ile haisi ilikuwa imekatiwa bima ndogo ambayo ni third party, na walipofuatilia kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, baadaye lile uh, faili likapelekwa mahakamani, wakaonekana kwamba wale watoto wana haki ya kulipwa, na tulichokifanya siku hii ya leo ni kuwalipa kulingana na kile ambacho kilichokuwa kinadaiwa. Watoto ambao waliopatwa na matatizo walikuwa ni watoto sita, mmoja akawa alifariki, na wale wengine watano wakawa kwamba walienda kupata matibabu, na ndio maana sasa siku hii ya leo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kulipa zile gharama za matibabu, pamoja na yule mwingine ambaye aliyefariki gharama zake, ambapo ni gharama kwa ajili ya mazishi kulingana na tukio lilivyokuwa. Uh, Bumaco Insurance tunatoa ushauri au tunaendelea kuwashauri madereva au wamiliki wa vyombo vya moto barabarani kuona umuhimu wa kukata bima kwa sababu, tukiangalia kwa mfano kama hii haisi ambayo iliyogonga hawa watoto, ni kwamba ilikuwa ipo tu kwenye shughuli zake, na ingawa wanasema kwamba walikuwa wanakimbizana na gari nyingine, lakini wale walikuwa ni watembea kwa mguu. Lakini sasa, pamoja na kwamba hawa watembea kwa mguu ambao ni watoto wetu hawa wao hawakuwa na bima, lakini kwa kupitia ile haisi ambayo ilikuwa na bima, tena bima ndogo, tumeona kwamba hawa wazazi wao tayari wamepata haki yao. Kwa hiyo sisi Bumaco Insurance tunaendelea kutoa rai kwa wamiliki wa vyombo vya moto barabarani kuona umuhimu wa bima. Usikubali kutembea na chombo chochote barabarani kikiwa hakina bima. Basi kama uh, miliki wa chombo umeshindwa kukata bima kubwa ambayo ni comprehensive unaweza ukakata hii bima ndogo ambayo ambayo inatusaidia kwa yale majanga ambayo tunaweza tukayasababisha barabarani, na ndio maana tunapozungumzia third party insurance, unakuta kwamba inasaidia katika uharibifu wa mali barabarani uh, majeruhi lakini pia wakati mwingine zile gharama za kifo, pale inapotokea kwamba mmiliki wa chombo kama haisi au gari yoyote ndogo amekatia bima ndogo ambayo ni third party. Kwa hiyo tuwatoe wasiwasi wa Tanzania, ambao tunaotumia vyombo vya moto barabarani pale wanapoona kwamba third party kwamba haiwasaidii, sisi Bumaco tunaendelea kuwashauri na kuendelea kuwapa hamasa, tuendelee kukata bima na tunaendelea kuwakaribisha kwenye ofisi zetu za Bumaco kwa lengo la kuhakikisha kwamba Tunapokata bima hizi zinatusaidia. Wakati mwingine, unaweza ukakuta mfukoni hauna hela, lakini pale unaposababisha hasara kama watoto ambao waliogongwa, watoto sita unakuta hauwezi kupata gharama ya kuweza kutoa kiasi cha kuweza kulipa matibabu na gharama za mazishi kama huyu aliyefariki, lakini kwa kupitia Bumaco Insurance tumeona kwamba hawa ndugu zetu wamepata haki yao, na ndio maana siku ya leo tuko hapa kwa kuwakabidhi cheki zao na wakaendelee na, na shughuli nyingine. Mimi ni Joyce Urasa, mzazi wa Epinesi Fredrick Mushi. Hapa nipo na wazazi wenzangu ambao tulipata janga la ajali la watoto wetu ambao walikuwa wanatokea Sunday school wakiwa sita. Miongoni mwao katika ile ajali mmoja alifariki, lakini wenzake walibaki. Na ile ajali ni magari mawili yaliyokuwa yanafukuzana, mmoja akapotea njia akawafata watoto pembeni, na wale watoto wakapata ajali wale wenzake watano wako sawa. Happiness anaendelea vizuri, pamoja na kwamba aliondolewa bandama, lakini tunamshukuru Mungu, anaendelea vizuri. Wale wanza wenzake pia wako vizuri. Nipende kuwashukuru watu wa Bumaco, ambao pamoja na ile ajali ilikuwa kubwa, wamefanya jitihada ya kutulipa kifuta machozi kwa yale ambayo, kwa jinsi ambavyo tulitumia gharama kwa kutunza wale watoto pamoja na yule aliyerehemika. Kwa hiyo tuwashukuru sana watu wa Bumaco kwa jinsi ambavyo mnafanya kazi pasipo kujali kwamba huyu ni mnyonge, huyu ni mkubwa, huyu anafaa kulipwa, huyu hafai kulipwa. Tunashukuru Bumaco kwamba wao wanachukulia jinsi ambavyo lile tatizo lilitokea, ndivyo walivyofanya, na wametulipa kile ambacho nistahili, nistahiliki katika ile ajali. Binti yangu, mjukuu wangu, akabahatika kupata ajali na kufia pale pale hawa wengine wakaenda kutibiwa, wengine wa, kwenda KCMC wakaenda kufanya operation penda hii ajali itokee okay, ila ni uzembe wa madriver ambao wanakimbizana ya kwa shilingi kwa thamani ya shilingi elfu moja, elfu mbili lakini wanasababisha kitu kikubwa. Ila nashukuru Bumaco kushughulika na sisi, lakini tumehangaika mara mahakamani mara polisi mara ni kutumia muda, bila sababu, ila nashukuru Bumaco kutushughulikia na, na Mungu awabariki. Kwa jina naita Frederick Emmanuel Mushi mzazi wa mtoto Happiness ambaye alipata ajali tarehe 15 mwezi wa 9 na alipata matibabu katika hospitali ya Mkoa Rungo na hospitali ya KSMC. Naishukuru sana ofisi ya Bumaco kwa sababu tulifuatilia na wenyewe wakatupa changamoto kwamba mtalipwa haki zenu kutokana na kwamba ile IC ilikuwa na bima ndogo, lakini wametupa wakieleza kwamba kile mtakachopata ni halali yenu na mtarizika, na Mungu atawasaidia mkaangalia nini au watoto wenu. Tulivyokuja Bumaco tuliambiwa tuwapatanishe namba ya NIDA majina ya watoto, jina la mtoto kamili, mtoto anasoma darasa la ngapi, au mtoto ana umri gani, mtoto ametibiwa hospitali gani, hospitali gani mmepita polisi, mmepita mahakamani, vyote tunashukuru Mungu tulivileta, na wenyewe akavifanyia kazi na akakuta vina haki na barabara. Sehemu iliyotokea ajali tuliwaletea michoro yote, na Mungu akawajalia akakuta ile michoro iko sawa, na ndio maana tumepata haki zetu, namshukuru Mungu.